Naam, ni matumaini yangu umzima wa afya kabisa mm. Naitwa Alex Mavindi na hii ni kamera ya mwandishi. Karibu kuweza kujua siku hii ya leo kamera ya mwandishi imeweza kumulikia kitu gani ambacho, eh, unatakiwa kukijua. Sasa, bila kupoteza muda, siku hii ya leo kamera ya mwandishi kum, imekumulikia kuhusiana na maajabu ya unga wa parachichi. Unaojua unga wa parachichi, wewe huenda ukawa unaojua lakini hujui unga huo unafanya kazi gani? Hujui matumizi yake ya unga huo? Sasa nisikilize mimi na nitegee sikio lako kwa uzuri kabisa, ili kuweza kusikiliza na kuweza kuangalia kwamba unga wa parachichi eh, una maajabu gani, au unga wa parachichi unasaidia vitu gani? Mm, sasa wanakuambia parachichi ni tunda linalofahamika na kutumiwa sana Tanzania. Ndiyo, wengi tunatumia parachichi lakini hatujui faida za mbegu iliyo katika katikati ya parachichi. Sijui kama nipata vizuri au kwa uzuri hapo. Ni kwamba parachichi ni tunda linalo, uh, linalofahamika na kutumiwa sana Tanzania nikimaanisha 255. Lakini wengi tunatumia parachichi lakini hatujui faida za mbegu iliyo katikati ya parachichi. Kama unajua kabisa, kuna ukiwa unalipasua lile parachichi pale katikati, kuna kitu pale E, kama kiduala fulani viyai, siyo yai. Sasa ile ndo mbegu, wanakuambia kwamba wengi hatujui faida za ile mbegu katika parachichi, lakini wanakuambia utafiti unaonyesha kuwa mbegu ya parachichi ina kiwango cha asilimia sitini na tano cha amino asidi na pia ina kiwango kikubwa cha fiba ukilinganisha na vyakula vingine. Sijui kama umenipata kwa uzuri hapo. Ni kwamba utafiti unaonyesha kuwa mbegu ya parachichi ina kiwango cha asilimia 65 cha amino acid na pia ina kiwango kikubwa cha fiber ukilinganisha na vyakula vingine. Sasa kwanza mbegu ya parachichi huweza kuimarisha kinga za mwili kutokana na kuwa na kirutubisho kiitwacho antioxidants. Hii ni kutokana na mbegu hiyo na kuwa na zaidi ya asilimia sabini ya kirutubisho hicho. Mm. Inaimarisha kinga ya mwili hivyo husaidia kuzuia magonjwa yasikupate. Muhimu sana katika kuondoa mafuta yaliyozidi mwilini, fat burning. Mm. Sasa na inachangia kupunguza uzito kwa haraka zaidi. Kwa hiyo pia njia nyingine ya kuweza kupunguza uzito kula lile tunda la parachichi, ile ambayo wanaliita mbegu mbegu ile parachichi, ukiweza kuila ile isaga saga na vitu kama hivyo basi E, mambo fulani hivi yanakuwa yanakwenda vizuri sana. Sasa mbegu ya parachichi inazuia vivimbe mm, sababu ina kiwango cha prionol, lakini pia mbegu ya parachichi inatoa sumu mwilini. Sijui kama umenipata kwa uzuri hapo, ni kwamba mbegu ya parachichi inazuia vivimbe wanajua, kuna wengine ambao wanakuwa na vivimbe mbalimbali mbali katika mwili wao, utakuta mara huku mara kule. Sasa wanakwambia mbegu ya parachichi, ile ambayo ipo katikati ya ile parachichi, inazuia vivimbe vile kutokatoka na vitu kama hivyo, lakini pia sababu ina kiwango cha prionol ambayo pia mbegu ya parachichi inatoa sumu mwilini. E, si kwamba inazuia tu hivyo vivimbe na vitu kama hivyo lakini pia mbegu ya parachichi inatoa sumu mwilini. Kwa hiyo desaini kama tukiitumia itakuwa vizuri sana, kwa sababu ina faida nyingi na kedekede kede, ambazo zitatusaidia pia kwa namna moja ama nyingine. Sasa wanakuambia saga mbegu ya parachichi, kisha changanya na maji ya uvuguvugu, kisha koroga vizuri na utumie mchanganyiko huo kutwa mara mbili kwa siku. Sijui kama umenipata hapo. Saga mbegu ya parachichi lakini kisha changanya na maji ya uvuguvugu kisha koroga vizuri na utumie mchanganyiko huo kutwa mara mbili kwa siku. Hapo utakuwa umepunguza vitu vingi sana mwilini, vile ambavyo havihitajiki. Mambo ya vivimbe na vitu kama hivyo hautaviona, lakini pia sumu mwilini itakuwa imepungua. Pia kwao ni vizuri zaidi ukaweza kutumia mbegu ya parachichi ambayo inapatikana katikati ya parachichi. Yeah, ukitumia basi kwa uzuri itaweza kukuletea faida nyingi sana. Hizi ni baadhi tu, lakini kuna nyingi na nyingi na nyingi ambazo kila uh, mbegu ile zitakusaidia. Kwa hiyo sio kila kitu tumie madawa ambayo yamewekwa makemikali na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tuki fanyafanya fanya, mazaga kama haya ambavyo vitu tunavipata, na hata ukienda masokoni, parachichi ni kitu ambacho unakipata kwa urahisi. Naweza nikasema hivyo kwa mm, sababu karibuni masoko yote ama parachichi utayakuta. Kwa hiyo fanya hivyo, chukua parachichi lile, limege, chukua tunda la ndani lile, fanya maonyama yako pale, twangatwanga nini au isage na vitu kama hivyo. Uh, ukishaisaga basi Tumia kama tulivyokuambia kwamba saga mbegu ya parachichi, kisha changanya na maji ya uvuguvugu. Sio ukachanganya na maji ya baridi bwana. mm. changanya na maji ya uvuguvugu, kisha koroga vizuri, na utumie mchanganyiko huo kutwa mara mbili kwa siku. Ukifanya hivyo, utakuwa umetisha sana, mtazamaji na mfuatiliaji wa kamera ya mwandishi, yaani utakuwa umetisha, umeua kabisa. Kwa hiyo tutumie mbegu hiyo ya parachichi ili tuweze kujiepusha na vitu mbalimbali mbali ambavyo vinaepukika. Mda mwingine tuna Ha, tunatumia uh, uh, tunatumia vitu ambavyo vinatuletea madhara zaidi, lakini wanakuambia tunda la parachichi linakuletea faida kama hizo eh, kwa hiyo ukiitumia, basi linaweza kukupunguzia vitu mbalimbali mbali, inaweza kukupunguzia sumu mwilini mm, lakini pia linaweza yakakuondolea ya, ya ya, ya kwamba magonjwa yasiwo na kupatapata hey, lakini pia mafuta mwilini yanaondoka. Wanakwambia fat burning inakuwa inaondoka mafuta mafuta yale. Tunajua kuna watu ambao wana mafuta, kwa hiyo design kama ukitumia ale tunda la parachichi utakumetisha sana. Naitwa Alex Mavidi na hii ni kamera ya mwandishi, sina la ziada hadi hapa hmm, kama una komenti dondosha hapo chini ili tuweze kwenda sawa, itakuwa vizuri zaidi kwao Usisahau bwana, kusubscribe kulike na kucomment. Kama bado fanya hivyo sasa hivi, ili uweze kutisha na kuweza kupata habari ambazo ni za kitofauti. Lengo ni kuweza kukuhabarisha, kukuelimisha na kukuburudisha pia, au sio? Tukutane muda na wakati mwingine. Naitwa Alex Mavindi na hii ni kamera ya mwandishi. Asante.